Kitu kinachoua ndoto za wajasiriamali wengi kimya kimya ni kutaka kupata matokeo wanayoyafikiria kichwani kwao in yani, watu wanataka wakiingia leo wapate leo, wapate hela no. na themo unavyokubali kwamba hili jambo linachukua muda, ndivyo ambavyo litachukua muda mfupi zaidi, ila themo ambavyo unafikiria una, una kwamba litachukua muda mfupi zaidi, ndivyo linavyochukua muda mrefu zaidi. Yani kiufupi wewe ingia kule, pambana, sijua kabisa, mimi natengeneza foundation ya kitu changu. Kwa mfano, ujenzi wa gorofa unachimbwa chini sana, msingi imara ambao utaweza kuhimili gorofa refu. Ukifika tu pale unataka kuchimba chini chini chapichapi, mimi nataka nikibizana na gorofa, nitaanguka. Ila kutaka gorofa lako lisimame, inabidi uchimbe sana chini, na navyochimba chini sana, ni rahisi kujenga gorofa ambalo litakaa muda mrefu. Ukitaka hela za rakaraka, wepige pa pa pa pa pa, biashara inakufa ni kweli utapata hela za chachachacha, lakini hamna amna mwendelezo ya kufa. Kwa hivyo ili biashara yako isife kimya kimya na usiwe kati wa wa kimia -kimia. tamala, ya wafanyabiashara ambao biashara zao wanakuwa ndotoa kimya kimya. Hacha tamaa ya unataka kuingia leo upate hela leo sure. Kwa mfano, unajua kwa nini vijana wengi wanaomeweza chuo wanakuwa na stress? Kwa sababu wazazi wao wanaamini akimeweza tu chuo kwa kuwa ameweza chuo kikuu huyu anaweza kutupa hela. Vijana wanakuwa na, na stress au maisha ni magumu sana. Aa, ona, kwa sababu gani? Wazazi wao wana expectation kubwa kwenye vitu ambavyo ndo ameanza kufanya fanya kazi, kwa mfano, kwa, kwa enda ujuzi wa hiyo biashara Uh, makundi maovu wanaingia kwenye watu wasioeleweka vile vile, kwa sababu gani? pressure Vilevile, unavyoingia kwenye biashara, ukijifanya unataka, unaipa pressure biashara yako, biashara yako itakunyosha inakufa. Usitaki kuwa na expectation kubwa wakati mfupi, yani ndio kwanza, huko miezi sita ya kwanza ya biashara, unataka biashara ije kujengea ghorofa wewe, wewe <laughs> unaona vijana wenzako ambao wako lika lako walianza zamani wenzako wakusubiria mpaka umalize chuo kikuu aanze? Wenzako ni umri walikalako, lakini ameanza alivyokuwa form four. Inabidi uwe na patience kupata matokeo.